kufanya mazoezi ya viungo. Wafuasi wa Lonare wanavuntikiwa. Baadhi ya wafuasi wa Lonare wanadhani Lonare amewasaliti kwa kujificha. Mwamba anawasihi wafuasi wa Lonare kuwa na subira. Lonare anapatikana nje ya nyumba ya Asubuhi akiwa maututi. Habari za kupatikana kwa Lonare zinaenea haraka. Goswe, Lombo na Mashauri wanampeleka Lonare hospitalini. Lonare anamhusia Goswe awate ulanguzi wa mihadarati na biashara ya ufasiki. Wafuasi wa walio lonare waliokuwa wamekata tamaa wanafurika vituo vya kupiga kura. Lesulia na sagilu waliotumia vijana kumdhurumu lonare, vijana anatanganya kuwa kuna bomu uuga uchaguzi. Donare anatoka hospitalini. Mwamba anashinda ubunge wa Matango. Donare anatawiliwa kama mtemi mpya. Sagilu na Lesulia wanabaki wakilaani na kulaumu. Donare anahutulia umma na kuahidi kumaliza ukabila, ufisadi, unyakuzi wa mali ya umma, kuongeza ajira kwa vijana, kuleta usawa wa kijinsia, kuimarisha uchumi, pamoja na kushirikisha wazee wa vijana katika maendeleo. Mazingira nyumbani kwa Mlima, hospitalini, vituo vya ku Kura, unga wa taarifa. Mazingira ya nyumbani kwa mlima yanajenga maudhui ya ukatili. Lonare anapatikana akiwa amepigwa na kudungwa dungwa vibaya. Mandhari ya nyumbani kwa mlima yanabadilisha mkondo wa vidushi kutokana na kupatikana kwa Lonare ya hospitalini yanachimuza sifa za Ngoswe, mlanguzi wa miadarati. Mandhari ya hospitalini yanajenga maudhui ya ulanguzi wa miadarati kupitia Ngoswe. Mandhari ya hospitalini yanakuza maudhui ya mabadiliko. Mose anakiri ya makosa yake na kuahidi kuwacha kulagua miadaraji. Mandhari ya hospitalini yanajenga mtindo kupitia daiolojia baina ya lonare na ngoswe. Mazingira ya vituo vya kupigia kura yanajenga maudhui ya mahodria, uongozi ya ya kupigia kura yanakuza mtiririko wa vitushi, wakazi wa Ronare wanapoenda kupigia kura. Mazingira ya uwanja wa kitaifa yanajaliza mtindo kupitia hotuba ya Ronare. Mazingira ya uwanja wa kitaifa yanajaliza mtiririko Ronare yanapohutumia mjeni mbia Mazingira ya uwanja wa kitaifa yanaangazia maudhui ya ukabila, ukisani na ukiritimba wa kiuchumi kupitia hotuba ya Lonare. Sifa za ini za Lonare zinajitokeza kupitia uwanja wa kitaifa mwenye msara